Ulishawahi kukutana na mtu ambaye akakuvutia kutokana na mwonekano wake, jinsi ambavyo amependeza, lakini baada ya kuangalia kucha zake tu ukashusha zile maksi ambazo ulikuwa umempatia? Kwa hiyo vitu kama hivi huwa vinatokea. Watu wengi wana best sana kwenye kujali mwonekano, lakini kuna vitu ambavyo vipo vizingatia, vinaweza vikashusha thamani ya mwonekano wako. Kwa hiyo leo nitakuambia vitu vinne tu ambavyo vitakusaidia kuboresha muonekano wako kwenye swala la kucha, yani nails etiquette. Kwa hiyo twende pamoja, kuanzia mwanzo mpaka mwisho, hakika utajifunza. Kitu cha kwanza ni usafi wa kucha, yaani haijalishi ni mwanaume, haijalishi ni mwanamke, usafi wa kucha ni kitu muhimu sana yani, ita Uh, thamani ya mwonekano wako itashusha, pale ambapo mtu ataona kucha ni chafu, huku ndani ya kucha kuna weusi fulani hivi, yani haipendezi. Kwa hakikisha unazingatia usafi wa kucha zako, haijalishi labda umetoka sijui shughuli zako ni za, za namna gani, hakikisha ya kwamba unazingatia usafi wa kucha, zisio chafu, zisiwe na weusi wowote, lakini pia unazikata ziwe neat. Kwa hiyo kitu cha pili ni urefu wa kucha. Unajua, mtu anaweza na kutafsiri kutokana na jinsi ambavyo uh, kucha zako zilivyo, kuhakikisha ya kwamba una maintain hata kama unaweka kucha ambazo ni zile za bandia, weka basi kwa size fulani, maana kuna maeneo kama makazini, kuna maeneo maalum mm. Ukiwa na kucha ndefu zaidi, utaonekana kwamba wewe sio mtu ambaye uh, uko very elegant hauko makini. Kwa hiyo hakikisha kwamba unazingatia urefu wa kucha unazobandika au ambazo umezifuga ili Uh, sehemu unapoenda uvutie. Fursa iwezekani ukaenda labda sehemu ambazo ni fomo, alafu kucha zako ni ndefu kupitiliza, kwa hiyo kucha zako zitakutambulisha, kisha kwamba unazingatia urefu wa kucha unazoziweka au unazozifuga. Lakini kitu cha tatu ni kwenye swala la rangi. Sasa hapa labda ni kwa wadada, unajua ni heri upake rangi ambayo inaeleweka kuliko kupaka rangi ambayo kuna namna ambavyo inaonekana imechubuka chubuka, chubuka, sijui, labda kidole hichi rangi imekuanguka kidogo, labda ni mguuni hivyo hivyo. Kwa hiyo ikiwa mtu akiona kwa namna ile, unaonekana kabisa ya kwamba hauko nadhifu, kwa hakikisha ya kwamba unazingatia rangi zote kwenye vidole au kwenye miguu. Kama umepaka, hakikisha ya kwamba zinakuwa covered kwenye kidole kizima Tusionekane kwamba kuna namna ambavyo imebanduka. Ni heri ukatoa kabisa kuliko kuonekana kwa namna ile. Lakini kitu cha nne ni kwenye suala la kuzingatia pia rangi, hakikisha kwamba uzidishi rangi zaidi ya tatu katika uh, aidha ni kucha moja au mikono yote. Usichanganye rangi sana, utaonekana ya kwamba sio mtu makini. Kwa hiyo hakikisha hakikisha kwamba rangi utakazochanganya, labda kuna mchoro unaotaka kuweka kwenye kucha zako, hakikisha kwamba hazizidi tatu. Lakini pia kwenye swala la rangi, hakikisha kwamba unazingatia rangi zisiwe zinang'aa sana kuzidi eh? kuzidi rangi yako ya ngozi ya. Kuna mtu labda unaweza kukuta ni mweusi anapaka kijani, umeona? Ni kitu ambacho kina shout sana, alafu kuna namna ambavyo itakuwa haijakaa vizuri. Kwa hiyo ukitaka kupata muonekano mzuri katika rangi kwenye kucha zako, paka rangi ambayo inaendana na ngozi yako, utapata taste ambayo ni nzuri, you never, I regret it. Kwa hakikisha kwamba unazingatia rangi rangi unayopaka, usipake tu rangi mradi, hapana, zingatia rangi yako ya ngozi ya, lakini rangi zisizidi tatu pale kwenye kucha zako au mkono mzima. Usipake hapa nyekundu, sijui kijani, white, utatafsiriwa kwa namna ambavyo si njema. Kwa hiyo swala la kuwa nadhifu ni maamuzi binafsi, sijasema kwamba ndio ufuate, lakini kama unapenda kuonekana mtu ambaye ni elegant na ni makini, ni vyema ukazingatia hivi vitu vinne. Hebu niambie ni kitu gani ambacho unakizingatia sana kwenye swala la, la kuweka kucha zako ziwe na vipo. Nitafurahi kuona komenti yako. Thank you, let's meet another section. Thank you.